Tuweze kumtafuta Mungu wakati uko mzima, wakati uko na afya, wakati uko sawa. Mtafute Mungu kila wakati, usipende kumtafuta Mungu wakati umeingia kwenye taabu, usipende kumtafuta Mungu wakati uko kwa shida maana Mungu ameenda mbali na wewe. Lakini Mungu wetu ni wa huruma, na Mungu wetu ni wa upendo. Mtafute Mungu kila wakati, mtafute Mungu kila saa, mtafute Mungu kila dakika, ili asiwe mbali na wewe, ili asiwe mbali na maisha yako, aweze kuwa karibu na wewe, ili unapomhitaji usiwe na shida nyingi, wewe uwe unaweza tu kumpata kwa urahisi na kwa haraka. Tusome kitabu cha Hosea, Hosea mlango wa tano, mstari wa kumi na tano, inasema nitakwenda zangu niparudie mahali pango hata patakapo hata watakapo ungama makosa yao na kunitafuta uso wangu katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. Usimtafute Mungu kwa taabu yako, wakati wa taabu yako, maana mu... Yesu anasema yeye, yeah, atakwenda zake, atakwenda zake, aparudie mahali pake. Yeye yeah, atakwenda zake, eh? Mpaka utakapoungama makosa yako, mpaka utakapo ungama makosa yako na, na utakapo na uso wako utakapomrudia yeye, na yeye ndio ataka, ataka, ataka, atakuwa ako mbali na wewe. Usimtafute Mungu wakati uko kwa shida zako, mtafute Mungu kila wakati, mtafute Mungu kila saa, kila dakika na kila sekunde. Maana Mungu uko karibu na sisi sana, anataka tuwe karibu na yeye, anataka tuko karibu karibu zaidi na yeye. Mungu akubariki sana Shalom.